Ewa mkulima, umesikia hii? Rasmi sasa Super Gro imepewa kibali na imesajiliwa na mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania kutumika kama mbolea ya maji hapa Tanzania. Kwa hiyo usihofu tena. Super Gro ni mbolea ya maji inayojibu changamoto nyingi sana za wakulima kama vile kurudisha rutuba kwenye udongo, kuongeza unyevunyevu kwenye ardhi, kuongeza kiasi cha mavuno, kuwezesha mimea kukua kwa kimo kimoja, kuzuia fungus na ukungu kwenye mimea, kuongeza uzito wa mazao, lakini pia mbolea hii ya Super Gro inatumika kwenye mazao yote chakula, mazao ya kibiashara na hata kwenye bustani, yani, kwenye kilimo cha nyanya, vitunguu, pilipili, mahindi, maharage, kahawa tangawizi, alizeti, mpunga, matikiti, ngano na mazao mengine yote unayoyafahamu. Mbolea hii imeinua wakulima wengi sana ndani na nje ya Tanzania. Bila kusahau, kwa wale wanaohitaji kuwa mawakala, sasa milango iko wazi. Utakuwa ukisambaza Super Gro bila wasiwasi wowote wa na ukiwa umeipata kwa bei ya jumla kabisa, yani bei ya punguzo. Super Gro inapatikana kwa jumla na rejareja, na tutakutumia popote pale ulipo ndani na nje kwa maelezo na uhitaji, unaweza kupiga. Wote mnakaribishwa.